mulongo wa mlauli damene adabereka mbona so wano mlauli adali kupembeza nzimu ukachidwa karonga mene atapada mbona apeza ambu yache a mlauli ya kupembeza cha m mlauli ya adakula munga wachukuliri kunakuta sono mzimu wakalonga udaona kuti uyu wakua alibeso mphamvu zoti anditumikire ndi mzimu wakalonga uja udadzira kwa mzukulujayo bona ya. mimba yambona sikadzika kuti mayu ndio ali ni mimba yayo ikagubwera ngati chimbirimbrinda mutu wamkazi mbe itena idakha ngati mimba odabisira tsopano

ckutiipeza bona kucha masengache mene m ndi adayi kwauza ino anzanga tikabwelera kuyumba zimene mukuona kuno musakanine kuia aa anzajakumera sobano padali chaka china chache mlauluja adapanga nsembe ya moa kumala matira ziu

ndiye adapereka zinthu zica mutsoma mo mokuyakaita boni adayamba kukana penak adadzavor ndiye atangoloza ukuukuuku ndku imvuleca kucoka mmenem acoka nyumvula manyu so pano ambuyace cadaona kuti uwo anthu onse adzakupira ndani mwana Ine kulibensi changa pamene muchibale mwawo udava kuti te, timuphe ndi mzimu wakalonga omweyo udatsikira mboncakuti uthawe mbuyako iyo afuna kuti ani akuphe ndi mino kathawemboni ndee ti mulonteni akangausa mwinabwera ngati njiwa mwinaubwerangati chulu kwaonesa zisanzo basi kuti mpamvu ya, ya kalonga ya iyatsikira mwana ndi mzimu omeyo akalongo ja udazifikiranso kwa e, mbona kuna kuti iwe basi ulolee akuphe sa ulolee akuphe pakale phangano yakuti wakutsati mu bonocadadzaa basi aimai oma kace wakhalintucaka zitea uti njere yamapira yama, idzaa phangananga sat kwambiri o undipezere mkazi salima t mange nyumba yanga ndi yamkazanga salima ndikuti mudzapeza mvula wam kwepherapo palibe in the recent years things are believed to have changed drastically for the people of msanje There has been no rains and it is believed that this is because people have forgotten the ways of the ancestors mafumo amene tidayamba nawo tidagwiza nawo bwinobwino koma apa mafumua pakalipano asokoneza kwambiri ife pamene tikuti chikhalidwe chibwerere cha mtunduwa mang'anja koma kusokoneza gu... ndiwonso mafumu amoya ngabu mpangu ndipo na kusokoneza za, za kuru ukati wadzudzura kuti fodi mafumu ndione ndi athu situ kukana kuti ndione ndi siani ya koma ndi yani siani chitetezo mwe ni mugwese za sabwani kodi mafumu yonse amina pita kupakati akachira zimezi inu mukulola bwani zimezi fochandama Ah, mbali yausuzi mwanga mbali ya mmadzi mu panamalire pali mwanga nenea nyamatoca palikukonga ndi pali kuwedza ndia zimezi ndizololedwa koma nkhoka na kale na kale khali makolo athu khali azimbu yathu zimezikudalibeyai komanso ngati akupha msomba amachita ngati kutibera kutizembera matie magawo watsukule maga matie wa kutibera koma ifeyo timaletsa nifukaji kwatu kuno nichaka na chaka nimakatu kufuti kwa tukaji ajani kodengkirizano kulibe mbiri ambona ndine wachitepere koma nimadziwa pachiyambi ndithudi amene amapembedzera mbona zimayenda bwino kwambiri atanyamuka kulakulu kupita kukhuluviko kapembedzera zimatamvula nthawe mweo kumagwa chani koma panopa ah, zasinthika chifukwa chachikhalidweri tayamba kuchitaya

iut pakubuluka kweko w w mvulakukhulupi kuno tingati kukhulupi uno zochitika ndi izi amene tikumbonera nangefuebona timbantengera mkazi wakutha ntchito woyera chisi mu mbu wakutha kubereka timbamkwata amene uja yamuyika kumene kucha

ndiye mli chinoso ambakhala wosangala kuti o anangapati mwendikwanisa nditu tsikana angakula chinamwali makolo ngati mwana ja afuna viniridwa timabwera kusonkhana akuluakulu ubwera pamalo pawopo usiku timaphuphudza timauza mwambo akuti mmene wakulu mutu kuvinira

mwine ace anongefe mbwyam'bona sindifuna no nyumba yo mata sindifuna no zidina sindifuna no malata sindifuna no mbuzi sinifuna no nkumba so nkugwene basi mwete mu no kumanga ngati tonchi tata kumanga yegwele kumanga kutema mitengo ngati mu chokolera kutenga mitanda tonchi kutenga kaze yi bangwe ja makwiruke kwegwe kuchira ngati talimba ha ha so batimba chita plan ma kunja kwa kwa kwa kwa basi ngo tasi ka phe kona ku basi ndi mini mwe ya sanja ya sanja There are a set of guiding rules that the religion follows. These are careful instructions left by their deity, Mbona. According to their beliefs, nothing is allowed to die inside the shrine. kundkue <tosanthi> kufa

Angabuka kumene kwa kudelifika tenga kucha mabwela mwini cha titwisa. Mwumpuka he, mwini kutatisi ya. Ndifuti manyamuka kulufi. Kwa ndika ikama ya cha. Ndika takuika ya gede. Ndifuti mbatuwa basi. Ndifuti tani kani? Tata uzara. Kana tuya mara. Ndiye pano fatikuta nini kani? Tukusireni, katunduwa nui. Ndifuti kabuka basi. Kusamba samba mmanja wa

good, acha mfumu muni ngati ndikudwaladi awa ngati inimani abale anga ati akugwirizana ndiagwirizana pamenepo akupatisa moto

Chifuwa, mpa mizimu imaloledwa pompa nizimene timanena zija zoti amatichani eimatingondoai e, zimakonga zathu zi. Makonga ndi mbeza kuwedza nkuchera makonga basi ndai ngakwana ankhuluvimo amabwera kuziwisa tiye oja kutia basi nthawe yakwana uti anthu agwere mulembwe ndiye akagwera ndi anthu wamba

nkukachitira ndiwo zawo nsomba zinazo amasiya nkhuluvimomo chikwa mu makhala mayi amene amatitetezera nkhuluvimujamo ndiye nsomba zija amapasa mai uja akamampasa mayi uja ndiye amapangira ndiwo momuja eh. Madza wa mina mkwaona wa ndi magaza mbona meno. Ngati mina fulikozea nyamadoja hmm. Mbona adafira pompano. Kutenga nkwangwa, kumenya, kuntema palibe. Kutenga mpeni, kuntema palibe. Ndi adangu nena kodaya, sota senentawida, mutenga nyamsongoli. Ngati mina nina nyamadoja. Ndi njeri. Kumbaya hapa, kuzambaya hapa. Ndi mkwona nsinjo. Nsinjo ni magaza meno mbona. Koma mutu, udatengedwa kakhuakuti kukhulupi koma thuthui idasala kuno. One of the biggest issues is the tools used for fishing. mbali ya usudze mwanga mbali ya mmadzi mo panamalire pali mwanga nenera ya nyamadoja. pali kukonga ndi pali kuwedza ndi zimenezi candi zololedwa koma nkhoka na kale na kale khali makolo athu khale a zimbu yathu zimenezi kudalibe yayi komanso ngata kupha nsomba amachita ngati kutibera kuti zembera matiye magawo batsugule maga matiye akutibera koma ifeyo timaletsa ifukaje kwatu kuno nichaka na chaka nakati kuvutika ifukaje ajani kuti ngwirizano kulibe nkhogeja fuka timatenga zonse nsomba zazing'ono nsomba zazikulu timangukokolola timango kokolola koma timejo kamina ndikapenda ukongeja zimadusa nsomba zosonkhalika zokha koma kokoteja Mkisi, kukote, Nifashi, there are a lot of politics over control and usage of the river. Many believe that the chiefs have not done much towards preservation of the culture. Ndiye tikuona kuti kuchokera na munyengo imeneyo mafumu anali amalamulo amene anali mbuyo mo ndie awa alowa posa chedwa apa tikuona ngati palowa chipolowe mbajera kufuna kufuna drama amangotenga amakokota ajakabwera kuagulisira ndrama zija kutenga ndrama zija kukaja amakokota jakukagwera. Sacrifices are a crucial part of the religion. Every year, the Kuluvi people visit the shrine where they make their offerings to Mbona. We made a trip to visit Zaoni, which is one of the holy places where the sacrifices are done. Malo ano ndi ambona amere timathirese msembe adaca makolo athu komanso chabe chakuti tesasamalika ku kwaka kutengo timangubwera mwakanthawi mwaka nthawi kunoko timathira mwanga msembe mulumbi chinkhodo cha mpunga mowa wansenga komaso kachaso kupatula raida ndi mm -hmm. timathira malo wawo kuchaso angabusa mataniso ni cikuace makhala iji imoi ambauso amathiranso mungava kundioni kudafera mbona malo ace ndiati kodi ndiompano msanamizidwealace ndiai kdi ndioni ndiomwecamnyanja naeokejaimatiansuno ndiew On our way to see the shrine, we intercepted a woman who was fishing illegally. The custodians confiscated her fish

Upon entering the holy place, the high priest called upon the spirit of Mbona to guide us and apologized for our failure to bring with us any offering. It is customary to bring an offering when visiting the holy place. Ndi ananu nsembe <tosanye>